Maisha, ujana ndani ya ndoa. Na mwingine ameshakata y miaka ishirini Ma, matokeo unajiuliza, niliolewa nacheza ngoma ni na mdudiko huko ndani kichula chula, yaani yani wewe mwenyewe ukijitafuta kwenye ndoa ujibati <laughs> unama uishi maisha yoyote unayoyasikia. Baba, mama, tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, tuko mbele zako, mfalme wa Israeli, tunataka tuzungumze na binti yetu maneno machache. Tuna muda mdogo sana, lakini neno moja anaweza kugeuza na kumfanya mtu kuwa na ufahamu na kumsogeza mbele ya uso wako, na baadaye akawa na maisha ya kukupendeza. Asante Yesu, naomba nitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Tuwepo yani, tuwepo. Yeah. Mwanzo mpide hapa tuna wakokota wako ila mm, tuna wakokota. <laughs> yaani kama yupo, kama ana mali. Afungaso kama ana joto. Afu kama kama yupo, kama anapoteza network. Unajua kwa nini anapoteza network? Kwa sababu huenda unaalie kuoa hajarudi siku ya tatu. <laughs> <laughs>

Mstari wa tatu wa nne na watano. Biblia inasema ndoa kutengwa kwa nini? kwa hekima, nguzo hiyo ya kwanza nguzo ya pili nini pale kwenye Biblia yasome nayo hapo nguzo ya pili na kwa maarifa vyuma vyake vya ndani kupambwa. lakini na kwa ufahamu arudi kwako ukiwa anaenda hivi na kuendea kumhukumu. Kwa hiyo boya anaye nichukua kamera pale, pale. Ikiangalia hivi sana utakuwa unaniona hivi alafu baadaye utakuwa unazoleka, ukiwa pale stingumu unafika sugeuke, lakini siwezi kukusikia. Ndiyo maana nakusaidia, naangalia yule pale nkanga hiu, na wenyewe wako njiani hao. Wanaoa siku hizi wanawaoa <laughs> vijana sasa sasa hivi eh? Na madarasa ya kutosha kuhakikisha tunatoa hizo pumzi zisizoeleweka huko ndani, vidudu vidudu vilivyoingia vidu, nyenyele zilizoko huko. Nisikie watoto, msifikirie wato. Sasa hivi wanaoa wengine wanasogeza, wengine wanabadilisha muundo wa maisha hapa, namwambia ndio tunaweza tukaachana. Kwa nini? Kwa nini wasichana wengi sana kanakaondokaaau hapa nasuruaeza Sio hili tunawatolea mfano wa dada. Huyu ndiye anatikisha kichwa ni mwanangu kabisa wa kuzaa wa mwisho. Na ndomwambia, ajaoe sasa, hapa niletee hizo nyenyewe. <laughs> Nashika hapa kwanza, atakuwa anitembelea vidogo, ukipanda tu nataka kuoa <laughs> eh, yani, uniambie kabisa darasa. Eh, sasa hivi unisikii, huyo atanisikia. Maana eh, kaka zake walioa kuyawafundisha nikawapo wanawake na mi sijui waliwafundisha na vieleo. Unajua, tusipowambia watoto wetu yale tunaoyajua katika usahihi wake nani atatuambilia? Mmenisikia vizuri leo? Nilikuwa na darasa asubuhi la watoto wadogo, hilo kanisa limenipenda, wamenialika kwa ajili ya watoto wadogo kuanzia miaka mitano mpaka kumi na saba. Nimeongea nao kama naongea na watu wazima nimeongea mambo ambayo mzazi hawezi ongea, na wamejua mpaka ubaya wa kulautiwa wazi. Nawaakukuambia unafikiri mdogo, nikaambia hii ni watu gani?